Majina si maneno tu bali ni utambulisho wa maisha ya mtu. Katika jamii nyingi, jina hubeba maana, historia na hata ujumbe wa kiroho. Lakini je, unajua kuwa kuna majina ambayo maana yake ni mbaya na hayapendekezwi kuitwa watoto? Leo katika video hii, tutaangalia majina matano yenye maana mbaya ambayo haipaswi kumwita mtoto, hata kama yanaonekana mazuri kusikika ili kuwa kwanza kupata video kama hizi kutoka hapa Akilify Media, tafadhali usubscribe kwenye alama hiyo nyekundu alafu guse alama hiyo ya kengele, ili kuwa kwanza kupata video kama hizi. Jina la kwanza ni jina Maliki. Ingawa jina Maliki hutumika sana katika baadhi ya tafsiri za kale, linaweza kuhusishwa na mtumwa au mtu anayemilikiwa kulingana na muktadha wa matumizi. Kumuita mtoto jina linaloashiria kumilikiwa au kunyima uhuru si jambo jema kisaikolojia wala kijamii. Kwa hiyo usimuite mtoto wako jina Maliki, maana haina maana nzuri kabisa. Jina la pili ni jina Jahili. Neno jahili linamaanisha mtu asiye na elimu au mjinga. Hili ni jina lenye maana hasi sana, kwani linaweza kumjengea mtoto taswira mbaya ya kujiona au hata kudharuliwa na jamii. Kwa hiyo usimwite mwanao jina jahili. Jina la tatu ni jina harami. Harami linamaanisha mwizi au mtu asiye halali. Hili ni jina lenye maana mbaya sana na halipaswi kabisa kumwita mtoto, kwani linashiria uhalifu na maadili mabaya. Jina hili harami, usimwite mtoto wako. Jina la nne ni jina tabu. Tabu lina maana mahangaiko, misukosuko, hatari, madhara, madhia, hofu, vurugu. Bara ni jina ambalo linatumika katika jamii ya watu wa Afrika haswa Afrika ya Mashariki, lakini ni jina baya ambalo alipaswi kuitwa mtoto, maana litamtengenezea maana mbaya katika jamii na kisaikolojia. Kwa hiyo haushauriwi kumuita mwanao tabu. Jina la tano ni jina matatizo. Hili ni jina lenye maana ya misukosuko changamoto. Mara nyingi wazazi huwaita baada ya kupitia misukosuko mingi, kama kuachwa, kukimbiwa na mzazi mwenzie, changamoto za uzazi, lakini jina baya sana ambalo halipaswi kuitwa mtoto, maana linamwazia mabaya ukubwani kwake, au kwenye maisha yake. Ni jina baya kumuita mtoto wako matatizo. Wazazi, kumbukeni kuwa jina ni zawadi ya kwanza, jina ndo utambulisho wa mtu, maana mtu huishi tabia pia za jina lake. Chagua jina lenye maana nzuri, baraka, matumaini na heshima. Kama umependa video hii, naomba usubscribe hapo, ni alama nyekundu, pia like na ushare video hii kwa watu mbalimbali, linao mbali, wajifunze kusema majina hatari sana matano ambayo hupaswi kumuita mwanao. Ulikuwa nami Kevin John wa Akilify Media nikikusuguzea majina matano haya kwako kwa. Asante, karibu tena.